ya JAI ambayo kwa kweli imekuwa msaada mkubwa sana kwenye jamii ya wakazi wa, wa, wa, wa manispaa ya Iringa ya mkoa wa Iringa, hususani hapa manispaa Iringa. Sisi tunawapongezeni sana jambo hili ambalo JAI mnalifanya kwanza. Uh, mmeshakuwa maarufu kwenye kufanya jambo hili, kutokana na umaarufu mlionao, mnaweza mkalichukulia kwamba ni jambo la kawaida sana, kwa mfano lakini kwa kweli hili jambo ambalo mnalifanya kwanza, la damu, ukiacha huduma ambazo mnatoa kwa wagonjwa kule kwenye hospitali kwa maana ya chakula, huduma hey, kwa wagonjwa kule mahospitali kwa maana ya madawa, huduma kwa wagonjwa kule hospitali kwa maana ya kila vile ambavyo huwa mnafanya, lakini swala hili la, la, la, la, la kuchangisha, kuchukua, kuchangisha damu kutoka kwa watu na hatimaye kupeleka kwenye mahospitali yetu ni msaada mkubwa sana. Umeokoa maisha ya watoto wengi, mmeokoa maisha ya kina mama wajawazito wale wanaojifungua wengi, mmeokoa maisha ya wagonjwa wengi walio kwenye mahospitali yetu. Kwa hiyo mimi nachosema, mwendeleze jitihada kwa kiwango kikubwa, hasa kwenye hilo ukusanyaji wa damu pamoja na yale mengine, na sisi moja, kwa maana ya halmashauri ya manispaa ya Iringa tutatoa support kwa kadiri ya vile ambavyo mnaona tunapaswa kutoa, na jambo lolote vile ambalo mnaona kama serikali, kama manispaa, kama ofisi ya mkuu tunatakiwa kutoa ama kulifanya, ili kuboresha haya mambo yenu, msisite kuja jioni ofisi yangu iko wazi, ofisi ya bunge iko wazi, tukae tuzungumze na tuone ni kwa namna gani mtaweza kusapoti hili ambalo mnalifanya. Sio la kwenu, ni kwa niaba ya serikali, ni kwa niaba ya watu wote, ni kwa niaba ya watu wa Iringa na kwa niaba ya wananchi wote, kwa kweli, ili niseme kwamba tutakuwa tayari kutoa sapoti kwa kadiri ambavyo inawezekana. Aminini ninayosema na watu wanajua kwamba mnaokoa maisha ya watu wengi na ndio jambo ambalo kwa kweli uh, sisi, kama serikali licha ya mambo ya Mwenyezi Mungu, sababu ni taasisi ya Kiislamu, licha ya thawabu ambazo tunapata kwa Mwenyezi Mungu, lakini sisi kama halmashauri ya manispaa ya Iringa kwa kweli tunatambua mchango wenu kwa kiwango kikubwa kikubwa sana. Kaini tafakalini ni kwa namna gani utatumia serikali utatumia halmashauri kwa maana ya madiwani kufanya hamasa. Kaini tafakalini kwa namna gani mtatumia wenyeviti wetu wa mitaa ambao wapo kila eneo la la la manispaa mje na mawazo na sisi tutatoa support kwa kadiri ya vile ambavyo inawezekana.